Taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah, yeah. Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkata aliwahi kuulizwa swali katika kipindi kama hiki, kwamba ni nini kinachopaswa kubadilika katika kipindi cha Kwaresma? Mama huyo akajibu kwa maneno matatu tu: Wewe na mimi ni wewe na mimi tunapaswa kubadilika. Huu ni mwaliko wa pekee tunaopata katika kipindi kitakatifu cha Kwaresma. Ni mabadiliko ya ndani katika nyanja zote za maisha, iwe katika familia hata katika shughuli zetu Tunapaswa kufanya mabadiliko katika kipindi cha Kwaresma. Tunapaswa kukubali kwamba katika maisha yetu kuna jambo sio la kimungu, kwamba yako ambayo tunayafanya kwa kweli hayatokani na Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kukubali, kuna kitu katika maisha yangu, katika maisha yako, sicho cha kimungu na tukisha kubali hayo, tunaweza ukiacha na kutembea katika mwanga wa Kristo, katika kile ambacho Kristo anatuambia, katika kile ambacho anataka tufanye katika kipindi hiki cha mfungo. Ni baraka kubwa tuliyonayo katika kipindi cha Kwaresma, tumepewa fursa ya kuonyesha nidhamu yetu ambayo itatusaidia katika mchakato huu wa kufanya mabadiliko: kufunga, kufanya toba, kusaidia wahitaji na kusali. Haya ndiyo ambayo tunapaswa kuonyesha. Kumbe tunapaswa kuonyesha nidhamu hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma haijalishi ni kwa kiasi gani tunataka kufanya mabadiliko, wala haijalishi ni tamaa yetu kubwa kiasi gani, lakini tunapaswa tukumbuke kwamba hatuwezi tukafanya hayo yote peke yetu. Hata kama unataka kusali, hata kama unataka kufanya mema kiasi gani, peke yetu hatuwezi tunahitaji neema za Mwenyezi Mungu, neema ambazo zinapatikana kwa kusali. Kumbe kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kusali. Kama tulikuwa wavivu wavivu katika sala, basi ni kipindi cha kusali. Usijiwekee jambo gumu ambalo wewe mwenyewe litakushinda. Usijiwekee jambo gumu ambalo wewe mwenyewe litakushinda. Sala maana yake ni kuinua nafsi zetu na akili zetu na mawazo yetu kwa Mungu. Kwa hiyo hata kumkumbuka Mungu katika muda fulani katika kipindi hiki ni sala. Sala ni mazungumzo. Tunazungumza na Mungu. Na mazungumzo yanaweza yakawa marefu, yanaweza yakawa mafupi pia. Wakati mwingine mazungumzo marefu yanaboa. Wakati mwingine unapozungumza muda mrefu watu wanasinzia. Kumbe tunaweza tukawa na sala fupi tu, lakini ni kipindi cha kujitafakari, ni kipindi cha kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Katika sala tunamwomba, hata ukisali Baba Yetu kila siku kakumbuka, leo napaswa kusali, niko katika kipindi hiki cha Kwaresma, kinatengeneza kinajenga uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Kumbe ndugu zangu, tunategemea sana nguvu ya sala na neema za Mwenyezi Mungu, zawadi kubwa ambayo tunaipata katika saa. Kumbe, pengine tunapoanza kipindi hiki cha Kwaresma, basi ningependekeza tunaposali basi tuungane na mzaburi tukisali Zaburi ya 18 na, na Zaburi ya 31 na Zaburi ya 51 kwamba hata katika sala zetu basi tuungane na mzaburi katika kusali. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kumsikiliza Yesu, anatuambia nini? Yesu anataka nini katika maisha yetu? Na tayari ametuambia: usalipo, ufungapo, unapotoa hayo. Kristo ametuambia, kwa hiyo tunapaswa kuyatenda hayo katika kipindi hiki cha Kwaresma, katika safari yetu ya toba. Kristo ametupatia jambo la kufanya. Inawezekana kuna wakati tumesikia watu wakisema sio muhimu sana kufunga chakula katika kipindi hiki cha Kwaresma. Sio muhimu sana kufunga chakula, lakini unaweza ukatenda mambo mema mengi. Lakini mimi nasema hakuna cha kuchagua katika hayo mawili: matendo mema na kufunga chakula hatuwezi tukavichagua vyote, vinakwenda pamoja, kufunga chakula na kufanya matendo mema. Kama sivyo tusingaliona katika maisha ya watakatifu kwamba walifunga chakula, waliacha kula. Hata Kristo mwenyewe alifunga siku 40 mchana na usiku. Kumbe kufunga ni jambo la muhimu na kufanya matendo mema katika kipindi hiki pia ni jambo la muhimu, kwamba hayo yote yanakwenda pamoja. Useme ah mimi natenda mema tu ah, chakula siwezi. Ikiwa wewe ni mgonjwa, basi hilo linawezekana, lakini kama ni mzima, basi walao kufunga. Tunapofunga chakula, tunajikumbusha kwamba wako ndugu zetu ambao kila siku wao ni mfungo Hoa, ni mfungo. Njaa inapouma ikukumbushe kwamba kuna mtu kila siku, hilo linamuhusu, na kama linamuhusu, basi kufunga kwetu isiwe ni sherehe kwamba usiku sasa vitu vimejaa mezani, ah, vimejaa mezani, mandazi, chapati, ndizi za kukaanga, ndizi za kuchoma, kiti moto. Yaani isiwe ni sherehe katika kipindi hiki kwamba kile ambacho ninajisikia pale ninapokosa chakula nilipofunga, ninapaswa kukichukua na kumpelekea yule asiyekuwa na chakula. Kumbe hii ni fasting na sio feasting, tunafunga na sio tunasherekea. Kwa hiyo kile ulichojibania mchana, asubuhi, sijui na usiku, basi kile kiweke kwa ajili ya wale ambao kila siku kwao ni mfungo, hawajui kwamba watakula nini kesho, njaa inawapiga. Kumbe mfungo wetu unapaswa kuwa na maana hiyo, siwe kuna uji, uji wa maziwa, uji umewekewa sijui kitu gani, unanukia. Hapana, tuweke kwa ajili ya wale wanaohitaji, kwamba walau mimi na mimi nimeonja njaa ya wale wasiokuwa na chakula. Kumbe ndugu zangu kufunga kunatukumbusha kwamba hakuna kitu chochote katika ulimwengu huu kitakachoweza kushibisha au kumaliza kiu yetu. Kwamba kiu yetu na njaa yetu itamalizwa na Kristo mwenyewe kwamba chochote katika ulimwengu huu hata tukila sana sasa hivi asubuhi tutaumwa njaa, na tukila sana usiku, kwa sababu mchana kuanzia asubuhi hatujala, au usiku tunaweza tusipate usingizi na tunaweza tukavimbiwa pia. Kumbe tujikumbushe hilo kwamba njaa na kiu yetu itashibishwa na Kristo. Inawezekana tumebarikiwa kwa neema nyingi za Mwenyezi Mungu, neema mbalimbali mbali za Mungu. Mungu ametujalia zawadi nyingi katika maisha yetu. Na tunajua zawadi malengo ya zawadi hizo kwamba Mungu ametupatia kwa utukufu wake. Tunapaswa kumtukuza Mungu kwa kile alichotupatia, lakini pia zawadi hizo ambazo Mungu ametupatia tunapaswa kuwashirikisha wengine, na zaidi sana kuwashirikisha wahitaji. Kumbe katika tamaa yetu ya kufanya matendo ya huruma, tusiwaze waze sana ni kitu gani kikubwa tutakachotoa. Usiwaze sana ni kitu gani kikubwa utakachotoa. Kumbukeni kile alichotuonyesha Bwana wetu Yesu Kristo kwamba hakuna zawadi iliyo ndogo, hakuna zawadi iliyo ndogo. Nawezekana mkajiuliza, wale ambao wa mnasoma Biblia mkajiuliza, wapi Yesu alisema hakuna zawadi iliyo ndogo, hakuna kitu kilicho kidogo? Pale alipoona makundi ya watu wenye njaa akasema, nimekaa nao hawa watu, naona njaa itawaua, nikiwaacha waende zao watazimia njiani. Akawaambia wanafunzi wake, wapeni chakula. Wakawambia, Bwana, hapa ni nyika na tuna mikate michache na visamaki, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akawaketisha alafu akaibariki akawagawia wakala wakaokota na masazo, kwamba hakuna kilicho kidogo tukachotoa. Hata mlo wa siku moja wako sio kitu kidogo, ikiwa tunakitoa kwa moyo, Bwana atakitumia hicho kwa namna ya ajabu. Kwa namna ya ajabu, atatenda kwa namna ya ajabu. Inawezekana kidogo unachotoa wewe na mwingine pia akatoa kidogo. Hicho kidogo ambacho unatoa wewe kinaweza kikaleta tofauti katika maisha ya watu. Kuna masimulizi fulani ya mfalme mmoja, aliandaa sherehe, na katika kuandaa sherehe akasema, naomba kila mmoja katika mji huu aje na walau lita moja ya pombe ngoja niweke divai, kila mmoja aje na lita moja ya divai, tutie katika haya mapipa halafu tunywe. Jamaa wakaleta. Sasa kulikuwa na wahuni pia, kasema ni sipeleki. Kumbe katika kile kikopo chake alicholeta akaleta maji akaleta na wengine wakaleta divai yao. Baadaye walipokuja kuonja wakakuta kuna tofauti, kwa sababu kuna wahudi walileta maji badala ya divai. Nataka kusema kwamba kidogo ambacho unakitoa kwa Mwenyezi Mungu kinaweza kikaleta mabadiliko makubwa sana, kama wale wachache walioweza kuleta maji ikaonekana kuna tofauti kwamba divai hii imechanganywa na maji. Kwa maana sisi tusio na mashaka tusiwaze waze zawadi ndogo ambayo tunaitoa, kile kidogo ambacho tumejinyima kwa ajili ya wahitaji, tukikitoa kwa moyo, Bwana atafanya muujiza. Kumbe, ndugu zangu, katika kipindi hiki tunapo utazama ulimwengu tunapolitazama taifa letu, tunapotazama kanisa na tunapotazama jamii zetu, wewe na mimi tunapaswa kubadilika. Inawezekana tunawanyooshea wengine vidole, tunapotazama ulimwengu, tujue kwamba wa kwanza kubadilika ni mimi na wewe, na tubadilike katika sala, katika kufunga katika, kut, katika toba na katika kufanya matendo ya huruma, na kwa neema ya Mungu tutaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.